Mradi huu ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha zege mita 400 katika barabara ya Nyamaronda na Sibugani. Barabara hii ina urefu wa kilomita 21.3, lakini eneo tulilopo hapa ni eneo la kijiji cha Lukanga, ambacho ni kata ya Lukanga. Inaunganisha barabara hii na kata ya Magawa katika vijiji vya Makumbea, uh, Magawa mangao nganje barabara hii eneo hili hapa lilikuwa ni eneo moja wapo ambalo lina shida kwenye huu mlima Lukanga uh, tunamshukuru mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tuliomba fedha za dharura kwa ajili ya ukarabati kwa kiwango cha zege tukapata fedha takribani milioni 531 526 elfu kazi hii ilisainiwa mwezi wa tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka huu 2025 tarehe hiyo hiyo mkandarasi akaanza kazi. Kwa kuwa ni mradi wa dharura na hapa, mradi huu ulikuwa unatakiwa kukamilike tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026, lakini kwa kuwa ni mradi wa dharura, mkandarasi kwa uwezo wake aliweza kufanya kazi hii ndani ya muda mfupi. Hadi leo tunapozungumza, tarehe tano mwezi wa kumi, mradi huu umeshakabilika kwa asilimia 100, lakini pia tumeweka alama za barabarani ambazo ni za kuonyesha mlima kuonyesha usiovateki eneo hili la mlima na pia mistari ambazo tunasema ni road furniture imechorwa kwa ajili ya kuonyesha zile lane za barabara au njia ambazo kila gari itaweza kupita kwa upande wake kwa usalama zaidi. Gari mbili zinapishana bila shida. Naitwa Hadija Miskindieka, mkazi wa Magao. Hali ya sasa hivi ipo vizuri. Zamani tulikuwa tunateleza kuna pasuka pasuka sasa kupo vizuri. Tulikuwa tunaomba tufanyie kote pako tunapoishi. Iwe kama hivi. Tunashukuru. Tunashukuru sana kwa maendeleo yao. Tunaomba azidi kutufanyia hivyo hivyo. Kwa jina naitwa Shabani Omar Asmani Nyumba. Ni mkazi wa kijiji cha Kifumangao, kata ya Magawa. Ila kazi yangu ni bodaboda -boda, na mgundi wangu ni Nyamaronda. Mimi napenda kuishukuru serikali kwa kutufanyia msaada huu wa kutuchangia hii barabara sababu mlima ulikuwa unatusumbua sana kipindi cha masika, yaani unapakia abiria inabidi ushushe upande wewe, alafu abiria aje umsubiri juu ndo aje kupanda mwendelee na safari. Kwa hiyo kwa ujenzi huu mimi nasema naishukuru serikali yangu kwa kutusaidia hii barabara kwa kupitika. Tuseme hapa kwenye mlima muda wote tutakuwa tunapita vizuri kabisa bila shida. <tune>